naitwa Stanslaus Londingoru aka Stan Bambo, mimi mtenia wa jimbo la Mbinga Vijijini. Leo tarehe moja mwezi wa saba tumekuja kurudisha fomu kama utaratibu wa chama unakutaka ikombe chama ia kitupa vidhaa baada ya utaratibu ulioweka ndio akipensukuma kuchukua fomu huku Mbinga Vijijini, mimi ni nyumbani, baba na mama, familia yangu kwa ujumla ya Bambo, hata kwa nw enyejiajaabasi na biashara nyingi. Kwa hiyo kwa ujumla, hata kurudisha heshima ya nyumbani poteamd isha na majimbo mengine, Mbinga Vijijini imekuwa ikirudi nyuma, tofauti na Mbinga Mjini hata nayo majimbo mengine yasongea ya endeleaa ya mkoa wa Ruvuma kupitia. So, hilo nimeona mimi kama mtoto wa nyumbani, kwa nini nibaki nyuma? pate na uwezo wa kutosha, umezunguka kwa dunia, tuna marafiki na mikakati mizuri ya mika kimaendeleo, kugusa kahawa, kugusa mbolea, kusaidia jamii weza kupata bei nzuri ya kahawa na mazao mchanganyiko kama mahindi, pia kuwasaidia kutega uchumi mbalimbali wajasiriamali wetu. Kwa mfano vijana o, binafsi meneja mkuu wa kiwanda cha uundaji wa maguta na mabajaji huko Dar es Salaam. Kwa fursa kama hii, mimi nataka nilete nyumbani kwa kuwakopesha vijana kwa sababu nao kwenda kimeniamini na tupo kwa ajili ya kujitangaza Tanzania nzima. Sasa fursa kama hizi siwezi nikaziache mjini peke yake. Na lazima nizifikishe nyumbani na nyumbani ni Mbinga vijijini, hata wafaidike wengine, atakuwa ni Mbinga mjini, yote pia ni nyumbani, lakini lengo ni kubadilisha uchumi wa wananchi wangu kuanzia chini kati na wakubwa wote ni yeah. Kusaidia pia kupunguza gharama za maisha, uwezo wa kufanya biashara. Kama gharama za uendeshaji kubwa, utakuwa unapata hasara. Biashara uh, ya kimataifa najua, biashara za ndani na biashara za nje. Nimefanya kazi serikalini kwa upande wa usafirishaji hiyo najua kinachokina kukifanya najua udhaifu uliopo hata watangulizi wangu, na hata wagombea zangu nawakaribisha, manake ni yake kila mtu. Tamii moja zako ndio zitakufanya wewe, wananchi wa kuamini wakupe jukumu kweli, ama una nia dhati ya kuwasaidia. Hatuangalii mambo ya muda mfupi, tunaangalia mambo ya muda mrefu, sababu hii jukumu ambayo kesho nishokuta kizazi chako itakuja kuulizwa ukifanyia nini jamii yako, kama ulifanya kazi kwa uangalie tumbo lako, lakini muda utapita, maendeleo yapatikani, jamii yako haikupa nafasi, hata mungu wako atakwambia jamii yako ulifanyia nini? Kwa hiyo kwa maisha lazima uishi ukijua kwamba unaacha alama. so, angalie tu umeishiji, umelalaje, ujenga nyumba nzuri je jamii iyo kuzunguka umeibadilisha hata kwa kiasi kidogo. kwa Mungu hicho nafasi ya kujalia ya hapa duniani, sababu amekupa kipawa tofauti na wenzako. Je, kile kile kipawa unakigawagawa vipi kiwafikie na wenzako, waweza kubadilisha maisha kwa ujumla. Uchaguzi ambao unaenda vizuri, kila mtu amejipanga. Mimi napenda ushindani, unapenda kuona umechangamka, kwa hiyo hamna shida. Nashukuru, chama waangalie vigezo, kama mtu alipewa nafasi ajitendea haki, basi wafanye mabadiliko. Haina haja ya kumlea mtu wakati jamii inazidi kuteseka, na maendeleo yapatikane maendeleo. So yasipopatikana katika jamii husika, inacholaumiwa ni chama. Chama ndio kinachoongoza kuanzia kule chini kwenye tawi, nkata kupanda mpaka juu, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa. Kwa hiyo cha muhimu chama kifanye uamuzi sahihi, kiangalie weledi wa mgombea we, kiangalie pia background ya mgombea kiangalie tu uwezo wa kujumuika na wenzake na viongozi wakubwa, sio tu ndani ya mkoa, hata ngazi ya kitaifa. Manake huwezi pata maendeleo kama hata network yako ndogo eh, kama una network ndogo, huwezi fanikiwa duniani, labda wewe na marafiki nje ya mipaka ulionayo ili uweze kuvuta ile maendeleo kwenye jamii yako kwa wakati, bila kutumia nguvu, kutumia hapa ni akili na weledi na maarifa Mungu aliyokujalia. Kwa ujumla ni hayo tu, naomba nishukuru sana nafasi.